Na wabunge wanaomuunga mkono aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wamepuuzilia mbali madai kwamba uharibifu ulioshuhudiwa wakati wa maandamano ya Jumatano ulifadhiliwa na upinzani. Wakiongozwa na kiongozi wa walio wachache katika bunge la taifa Robert Mbui, wabunge hao walisema machafuko hayo yalitokana na ghadhabu ya vijana kutokana na kutotekelezwa kwa ahadi zilizotolewa na serikali, huku taifa likikadiria athari za machafuko yaliyosababishwa na maandamano ya vijana siku ya Jumatano. Majimbizano yamekithiri baina ya mirengo kinzani ya kisiasa kuhusu ni nani wa kulaumiwa kwa uharibifu ulioshuhudiwa, huku kidole cha lawama kikielekezwa kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa madai ya kufadhili makundi ya wahuni. Na nikasema juzi, nimepata reports that they met after having a meeting at Isaac Walton ya chama ya DCP, baadaye wakaenda wakaketi chini na wakapanga ile watafanya mambo jana.

Wabunge hawa wanadai ghadhabu ya vijana iliyosababisha maandamano inatokana na kutotimizwa kwa ahadi zilizotolewa na serikali ya Kenya Kwanza wakati wa kampeni za uchaguzi wabunge hao pia walimkashifu waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen kwa kutoa amri kwa polisi ya kuwapiga risasi waandamanaji gishukiwashira darubini